Habari zenu, salama kabisa, kumekucha eh. Eh, wasomi wanakuambia hai. Jamani, kama mnavyotuona leo hapa, tuko kwenye pesi yetu, tuna jambo letu kubwa kabisa duniani. Sawa bwana, unajua ukisikia jambo letu ujue ni, si mchezo. Kwanza tuko bichi hapa, elewa maana bichi. Kwa hiyo hili jambo si la mchezo. Hili jambo linafanyika Ijumaa Bongo nini, Bongo Blaze meneja changamka Bongo Blaze, sijui mnaelewa bwana, music festival. Ili kwa mara ya kwanza ndo linafanyika hapa Dar es Salaam au hapa Tanzania, na kila mwaka itakuwa linafanyika. Kwa hiyo kesho kutwa Ijumaa hapa kinanuka kinaamka, watoto wote wa mjini unawajua wewe, wanaopendwa ulimwenguni, manguri waimba mziki wote watakuwepo. Naanza na mjukuu wangu, naambiaje kwa minachangamka ushakulela watu <laughs> mirogwa nini? Unaanza kuleta uvivu hapo, ushachukua milioni kumi ya watu. Jamani, kama mnavyoona wasanii wote watakuwepo. Mjukuu wangu pembeni, Christian Bella, mdogo wangu. Nani mwingine huyu Bana maneno maneno aslei pengine, pengine kuna kwa Nalina, DJ Yomi, crazy kama kawaida, mtu watoto wakali piskali atakuwepo hii Ijumaa tarehe kumi na tatu. Pana amka hapa. VIP si ya kutosha, yaani usiulize nani nani nani watakuwepo na wasanii wengine mbalimbali watakutaja majina tufudeke nao watakuwepo, kwa sababu ni jambo kubwa, music festival ajai kutokea kwa mara ya kwanza, na kila mwaka itakuwa linafanyika hapa. Unaambiaje mkurugenzi kabisa kabisa, kama ambavyo amesema ndugu yangu Dotto Magari. Uh, Bongo Blaze shati ya hela wewe. Koti limekubana yeah, ndo nyewe mnaibaga kwa kalamu. Bongo, hata mimi yeah. Bongo, Bongo Bongo Blaze nakushinda, sijasoma kwa mara ya kwanza tutakuepo hapa huku Mbezi Beach huku eh. Opposite na nini? Ramada Hotel eh, itakuwa na jambo yeah, gani hangama yeah. akula za watu ukul... Bongo Blaze Music Festival 2025 ambalo tunategemea lifanyike tarehe kumi na tatu mwezi wa sita hapa Blaze Beach. Na Bongo Blaze ni tamasha kubwa la kimataifa ambalo kwa mara ya kwanza tunalifanya hapa Tanzania ikiwa pia ni sehemu ya jitihada zetu kama IMC Network za kuunga mkono juhudi za serikali ya Tanzania katika kuinua sanaa, na sambamba na hilo, tunao wasanii kabambe kabisa ambao watatumbuiza katika tamasha hilo, tukiwa pamoja na Slay, Christian eh, Bella na bendi yake Lina Sanga, Stamina lakini vilevile vile pia na DJ Omi Crazy. Tutakuwa pia na uh, uh, mtu machachari kabisa kama wasiwasi kwa upande wa wa hosting. Kwa hivyo kwa Watanzania wote wanaopenda burudani, kwamba hii ni fursa nzuri sana ya ninyi kuweza kufika na kushuhudia burudani ya aina yake. Tutakuwa na vinywaji kwa madaraja yote, watu wa madaraja ya chini, ya kati na madaraja ya juu. Kwa hiyo huduma zote zitapatikana hapa, vinywaji pamoja na chakula kwa madaraja tofauti tofauti. Tunazo tiketi kwa bei ya shilingi elfu kumi regular, elfu sabini VIP na laki moja kwa VVIP. Ni sehemu nzuri tulivu, ambayo haipaswi kuwaogopesha kwa, kwa mazingira yalivyokuwa matulivu. Tumefanya hivi ili kuhakikisha kila Mtanzania wa kipato chochote anaweza kumudu kufika mahali hapa na kushuhudia burudani ya aina yake kwa hivyo, kwa kusema hilo tunawakaribisheni sana na unaweza kununua tiketi zetu kupitia hapa Jilaf. Uh, lakini pia unaweza ukanunua tiketi zetu online kupitia Otap, kupitia linki ambayo inaonekana hapo chini. Unaweza kununua kupitia simu yako ya mkononi na ukajipatia tiketi yako mapema kabisa. Kwa hivyo tuko pia na uh, mwakilishi